Bibi na mabwana, popote pale ambapo huko right, uko yani uko hivi, muda mwingine umenyoka. Maneno ya uongo lazima yaje, hata hivyo yasikusumbue. Songa mbele na mungu wako, kwa jina la Yesu washindi waseme amen. Haleluya, watu wa Mungu, muda mwingine pressure, visukari Hey, vinakuwa kibao. Haikuanzia kwako, walienda kuonga hata hela ya kwamba tumwambie ya kwamba hajafufuka wamemwiba. Hata hivyo, ukifanikiwa na wewe watakuambia umekuwa mwizi, lakini nataka nikuambie hata wakiongea potelea Morogoro. Pokea neema ya kuinuliwa tena, washindi seme me. Yaani ukishafanikiwa tu watatunga, wakati unang'ang'ana hapa, wakati unainuika hapa, wakati unamwomba Bwana na bibi na mabwana walionga fedha, lakini walisahau kwamba yule sio mwanadamu wa kawaida. Hata kwako uliopo hapa, wapo ambao watazusha uzushi na uongo afu maendeleo. Kwa hiyo hii inaitwa vita ya nafasi. Ulionayo ni muhimu sana.